Waumini wa kanisa Katoliki katika maeneo ya Kuria wanaomba usimamizi wa kanisa hilo kuzingatia kuanzishwa kwa dayosisi katika eneo hilo. Waumini hao wanaeleza kuwa wamejipata katika njia panda kutafuta huduma muhimu za kanisa katika dayosisi ya Homabay ambayo iko kilomita kadhaa kutoka Kuria. Waumini hao wanaeleza kuwa umbali wa dayosisi umelemaza shughuli mbalimbali za maendeleo katika maeneo ya Kuria, wakieleza kuwa baadhi ya shule, hospitali na vyuo vya ufundi vinavyofadhiliwa na kanisa Katoliki vimefungwa, hali ambayo inaleta taswira isiyoridhisha kwa kanisa. Tunaomba dayosisi, kwa sababu hata papaskovu tuliokuwa nayo Bishop Banyoro alikuwa akitembelea parokia setu senye tuko nazo nane na kiicha nakaa na, na halimashauri tunashauriana kulingana na matatizo yenye tuko nayo, si mambo ya kiroho pekee yake pamoja na maendeleo. Mpaka saa hii hatuyaoni mambo kama hayo, ndio sababu imebidi tufuatilie. Yesu Kristo aliacha kanisa likiwa moja, hakuacha ukabila. Kwa hivyo kama ni masuala ya ukabila ndani ya jimbo la Homa Bay, ndio tunasema uishe, tuweze kukaa wote kama ndugu, na sisi ndio tutaleta hata mwelekeo hati... uweze kujagua jirani Mungu mwenyewe ndiye anatuambia katika neno lake, mbende jirani yako kama nafsi yako. Lakini sisi hata hivi sasa tuko na mabadri sita wote, hakuna ile mmoja wao ambaye anaweza kuwa ako na barukia ambaye anasimamia katika huo uongozi.